Chakufuata mwenendo wa siku hizi, mwenendo wa siku hizi imevamia kanisa la Bwana. Kuna hali ambazo si nzuri, lakini ni za sasa, ni hali za kisasa. Tunaziiga, tunazileta hata kanisani. Kuna mtu mmoya aliniambiaka tena, iko naeleza na nguvu kabisa, anasema pastor, sie huku ndani ya kanisa yetu tumeanja kuna malizia baraza kuwachape e, inaisha tu, tunazungumza na tunamalizia baraza kuwachape Nilipokuwa nachunguza ile kitu, nasema lakini, inaituiko mambo ya sasa, lakini haiko mzuri, kwa sababu mtu wa Mungu, wakati mutamalizia baraza kuwachape siwachapa iko mtandao ya kijamii iko mtandao, yani mambo yenu kuexpose, kunaweza fika mtu anasoma message yake, audio yake, anafuata maongezi yenu, yani mambo ya baraza na imewekwa nje, mambo ya baraza na imewekwa nje, si vizuri. Sijui kama sasa namaudiase nazo mtazimalizia kubaraza, sijui kama Mkristo ambapo alitaka aonane na baraza atawakuta wapi? Tuache kufuata mwenendo wa siku hizi, tutafute muda tupatie Mungu wakati. Tuache kujiambulishana, tuache kuji, kujisaidia. Hapana, tupate muda. Watu walikuwa wanaikala kwenye baraza. Eh, unakuta wazee wanashinda kanisani kabisa ile siku ya baraza, wakipangia kanisa. Tunapokosa muda ya kupangia kanisa, ndipo kanisa zitarudi nyuma. Wazee zamani walikuwa wanaikala, wanapatia kanisa muda wanaikala kabisa, wanasema siku ya leo siku ya baraza, wanaikala kwa muda ya kutosha kabisa. Tuache kufuata mwenendo wa siku hizi. Wazee kama munaweza ongelea kugrupe ikwe kapwe tu kapwe kenye tena kiko irijasi aka kapwe tukaongelee munakaongelea kapwe, hapana, ordre du jour mara mwa ku, ku, ku, mtandao mopa kisha munafanya baraza mnaimaliza, hata njo ah, kusema kuko kofi nema. Hakuna kofi nema. Wazee munaita kukusanyika, mufikirie kanisa, mfikirie kanisa, mapwe karibu ine, munazimalizia kwa WhatsApp hapana. Kuonana naye ni vizuri, kuonana naye ni vizuri na kupanga, kufikiria kanisa na mko munaonana, ni vizuri kuliko kuongea huko, najibu kupwe nyiko baraza tena nauko na kumaneno ingine kwako huko natumika nakumingine na ile njina kwa Kizungu. Sasa si vizuri, tuache kufata mwenendo wa siku hizi. Tuache Mungu abadilishe upya nia zetu, ili tupate kujua nini inayompendeza Mungu, tupate kujua mambo gani yanayokuwa makamilifu. Tutakapoacha Mungu abadilishe nia zetu, tutampendeza, tutakuwa tukusanyika na ya kwamba kweli Mungu anatufunulia mambo ya kuzungumzia kwenye baraza na sasa jina lake litatukuzwa. Tuache kufuata mwendo wa siku hizi, baraza haweziishia kuwachape, si vizuri. Tunaendea wapi? Mambo ya kujisifia, kwa sababu ni esheki yenyei kunakuya, tunafikiria teknolojia natusaidia, lakini mungu atusaidie sana. Mungu akueleweshe mengi zaidi, azungumze na wewe wakati mimi ninaponyamaza nyama kimya. Ubarikiwe na Mungu, Amen. Watumishi wa Mungu kunayapuza na kuona hayana maana. Siku zinakuja mbaya sana mbele yako, au uhubiri hautawaona tena. Siku zinakuja mbaya sana mbele yako. Maandiko yanasema neno litatoweka. Siku zinakuja mbaya mbele yako, au waubiri, au utawaona tena.